Kwa mwaka mzima dunia inainyonya marekani dola trilioni moja ndani ya mwaka mzima. Hiyo inaitwa trade deficit, yaani Marekani inachunwa dola trilioni moja kwa mwaka mzima. Kwa mwaka mzima, China inainyonya dunia dola bilioni mia nane China, Wachina wanainyonya dunia dola bilioni mia nane na zaidi. Kwa nini Trump asiwe mkali, ndugu zanguni? Yani, kuna namba, Trump akiwa anaziona anachanganyikiwa Afanyefanyeje? Lakini dunia kuinyonya Marekani ni Marekani yenyewe imependa, kwa sababu kama unavyoona Wamarekani wanavyopenda maisha ya maigizo ndivyo hivyo serikali yao ilivyo. Kumbuka Marekani haiishi maisha halisi, wao ni kujimwambafai wa wow, kila kitu wako juu. Sasa unavyoishi maisha ya maigizo ni lazima gharama, garama zitakutoka. Waswahili wa Marekani wenyewe wanamsemo fake is expensive, ni kweli. Sasa hicho ndicho kinacho akosti wa Marekani dunia kwa tafuna kiasi hicho cha pesa, huku Mchina yeye akiinyonya dunia. Sasa tutoke huku. Sasa vita ya kodi imehamia kwenye vitu vingine ambavyo kama vile watu hamvioni, lakini ni vitu very serious: meli na ndege. Juzi Boeing, kampuni ya Boeing ilirudishiwa ndege yake ya Max saba tatu saba kutoka China. Yaani hii ndege ilikuwa ni tenda ya wachina walikuwa wamewapa Boeing vizuri tu wawatengenezee, na sio ndege moja, ni ndege nyingi sana, zaidi ya ndege mia moja sabini na tisa kama sikosei, ni tenda ya Wachina kwa Boeing. Yani kampuni la Boeing kama vile linamilikiwa na China, Wachina, kwa tenda ambazo Wachina wanawapa. Lakini hii ndege ilitoka Seattle vizuri, ikaenda mpaka China, ikafika ikatua katika yadi yao ya Boeing huko ya China, lakini wakaambiwa rudisha ndege. Huwezi amini, ndege ilirudi ndege ilirudishwa. Sasa kuna vita nyingine Trump ameianzisha. Kumbuka au kama ujui, duniani mtengenezaji mkubwa wa meli duniani ni China, the world manufacturer of ship ni China. Hilo kama ulijui libebe, na hii ndio hasira nyingine ya Trump. Sasa Trump amekuja na wazo hivi: meli yoyote itakayotua Marekani ikiwa imetengenezwa China inatakiwa ilipe, wanaita port fee ya dola milioni tatu nukta tano. Yani, baada ya kutangaza hichi, makampuni wafanyabiashara wamemvamia Trump, wanamwambia haiwezekani, hapa utaua raia, you see? kwa sababu vyombo vingi vya majini vinavyozunguka bahari yetu hii, yani bahari zote za dunia, yani zinazozunguka dunia, asilimia kubwa ni vya Wachina. Wanasema theluthi moja ya vyombo vya baharini ni mali ya Wachina. Hivi unajua maana theluthi moja, one third moja atap. ya tatu ya vifa vifaa vyote vya majini vinatengenezwa na nchi moja? Hiyo ni nguvu kiasi gani ndugu zangu? Ndo maana mimi napenda kuwapa definition ya superpower ukisha litawala li bahari na anga, wewe ni super power. Wa Amerika wana msemo wao, wanasema Marekani haijadondoka bali iko kwenye mchakato wa kudondoka. Amerika has not yet fallen but it is falling. Huo ni msemo mpya wa wa Marekani na ni kweli. Kama mtengenezaji mkubwa wa vyombo vya baharini ni Mchina, kuna nini? Yaani idea ya Trump ni hii, hata kama mzigo unatoka Ufaransa au Uingereza, lakini ile meli iliyobeba ule mzigo ni ya imetengenezwa china trump anataka ilipe hiyo port fee ya dola milioni tatu nukta tano unajua lengo lake ni nini kama unataka meli yako isichajiwe ushuru wa aina yoyote toa oda ya kutengenezwa meli ndani ya marekani sijui mmenielewa nilichokiongea yaani kama unataka kuepuka hii, hii port fee, peleka tenda yako ukatengenezwe meli yako ndani ya marekani ni warudishwa nyuma ya watu kidogo Kabla ya elfu mbili mtengeneza, kabla dunia haijaingia elfu mbili yani tu, turudi nyuma miaka 25 nyuma, kwa sababu hii ni elfu mbili na ishirini na tano mwaka elfu mbili nyuma, mtengenezaji namba moja wa meli duniani alikuwa ni Marekani. Mtu atajiuliza mchina ameingiaingiaje hapa na kuoshika namba moja? Mchina alipokaribishwa ali, ali kwenye shirika la World Trade Organization, yani kile kitendo cha magharibi kumuingiza mchina kwenye ili shirika la World Trade Organization walijilogea mbali yani ndo alimpa ule uchawi. Yaani ni sawasawa, sijui ni tu mfano gani, mnielewe. Yani kama mchina alionyeshwa siri ya namna ya kuitawala dunia. Kile kitendo cha mchina kuambiwa karibu ukubwani, nasha kwa mkubwa oh, ndo alioharibu wa haribu kabisa, wa, wa Marekani na wa Ulaya. Na asilimia hamsini ya tenda za meli ambazo zinazoendelea duniani sasa hivi, yani, all ship which are under construction wanaita, asilimia hamsini ziko China, sijui mnielewa yani kama duniani sasa hivi kuna tenda ya meli elfu moja zinatengenezwa, jua meli mia tano zinatengenezwa na Wachina. Ndicho nilichomaanisha hapo kwamba asilimia hamsini, kwanza sio asilimia hamsini, zaidi ya asilimia hamsini ya tenda za meli zinazotengenezwa sasa hivi duniani ziko China. Mtu atajuuliza kwa nini China? Nilikuambia China ni watu wanao deliver on time. Yani ukiwambia bana, huu mzigo wangu naotaka baada ya siku tatu wao wanakuletea baada ya siku mbili, yaani siku mbili tu washamaliza. Ukipeleka tenda ya kutengenezwa meli Marekani, wanasema ni zaidi ya miaka saba ndio unapata mzigo wako. Ndio maana makampuni mengi hayataki kupeleka tenda zao za meli ndani ya nchi ya Marekani. Ndugu zanguni, Trump atalishika lipi, ataliachia lipi? Ameanza kuinda meli za Kichina zinazokwenda kwake, yaani meli hata ikiwa ni ya ya, ya, ya, ya, ya, ya European Union, lakini kisha kuwa tu made in China inatakiwa itoe hiyo hiyo milioni tatu nukta tano dola, lakini wafanyabiashara wa ndani ya Marekani wameanza kugombana na Trump wakasema, hivyo utawaua raia wako baba, kwa sababu hii gharama port fee unayoiongeza hapa, anayebeba huo mzigo ni mlaji wa mwisho, final consumer of the product, ndio anayewekewa huo mzigo, huku meli huku ndege, which is which. Ndugu zanguni wa China ni siafu, mimi ndo neno nalolitumia. Wengine wameniambia usiite siafu waite nyuki kila sehemu wamekaba, ndugu zangu, ni hawa watu vipi? Mtengenezaji mkubwa wa meli. Ndio maana kwenye video yangu moja ya masuala ya military, nikawaambia, sawa America ana ana checkpoint nyingi, lakini kazi ya wachina ni kuzizingira zile checkpoint kwa meli nyingi wanazozitengeneza military ship, haya amphibious assault manini, kama ulivyoona, China anatengeneza amphibious assault. amphibious assault ni meli military base, yani hii ni zaidi ya aircraft, yani ni meli kubwa linalokaa baharini lakini linabeba mandege linabeba platuni ya wanajeshi wengi. Yani hili ni limeli, lakini ni zaidi ya limeli, linakuwa kama kituo cha kijeshi kilicho katikati ya bahari. Kwa hiyo huko ndiko dunia ilikofika. Wachina wamerudisha wame ndege za Wamarekani, Boeing, na ndani ya Marekani kuna ugomvi wa Boeing na Trump, Nvidia wale watengenezaji wa electronic chip, ambayo pia ile tariff ambayo Trump ameiongeza juzi inawagusa na wao kwa sababu shamba kubwa la wanunuzi wa hizi electronic chip ni wa China. Unajua China ni market ambayo inamvutia kila mtu, kwa hiyo unavyomgombanisha mfanyabiashara na soko la China hawezi kukuelewa. Watu bilioni moja na alafu sio maskini wa China, ni uchumi wa juu, wa juu, wanajiweza Wachina, hawezi kufananisha na Waindia. India bado umaskini ni mkubwa, kwa hiyo unavyomgombanisha mfanyabiashara na soko la China hawezi kukuelewa. Ndio kile kitu kinachomfanya Trump alose vita yake ya kibiashara na China. Alafu kuna kitu kingine Trump amekianzisha ki, ambacho wa China wamekikemea. Trump anapita kwa mataifa, anawaambia hivi, punguza uhusiano wako wa kibiashara na China na mimi nikupunguzie kodi, kitu ambacho akiingia kichwani, utapotezaji soko la watu bilioni moja nukta nne. Sawa, soko la Marekani ni soko la mazombi, utapata pesa nyingi kwa mzigo kidogo, lakini I, I make sense hmm? Yaani sawasawa, unauza viazi pale mbea labda gunia, labda sahani moja, kwa mfano niseme elfu tano. Nimetoa mfano, lakini ukileta Dar es Salaam, kuna watu milioni kumi wanakusubiri ambao sahani moja utawauzia labda elfu tatu yani, na make sense yani, nataka unielewe kwamba kulipoteza soko la China ni hasara kubwa. Trump ajui amshike yupi amwachie yupi. Vita ya meli na ndege, wafanyabiashara wa Marekani wamemwambia baba, haiwezekani kila meli inayokuja hapa ya kichina uhitaji hiyo hela amesema hiyo hiyo port fee ipunguzwe na iwe baada ya miaka mitano. Hiyo ndio discussion ambayo Trump walikuwa wanaidiskasi, kwa sababu meli nyingi zinazopa zinazoingia Marekani asilimia kubwa ni made in China. China nimeambiwa sio siafu tu, ni nyuki. Nikuulize hivi, ndani ya mwaka huu ni bidhaa gani ulinunua inayotoka Marekani? Elimika usiwe msomi.